Msanii Diamond Platinumz anakaribia kuvunja rekodi kubwa zaidi kwa kufanya kolabo na wasanii wakubwa wengi zaidi nchini Tanzania, ukiachana na kimataifa ambako yeye ndo anashikilia rekodi miongoni mwa wasanii wa Tanzania ambao umefanya kolabo nyingi sana za kimataifa na wasanii wakubwa. Lakini pia Tanzania hapa hapa ndani wasanii mbao, mba, tunaona kolabo, kuna wasanii ambao unaona kabisa kwamba tulikuwa tunaona amefanya nao kolabo, lakini kuna wasanii unafikiria kabisa kwamba pengine hawezi kufanya kolabo nao. So this time around Eh, kinachoenda kutokea kama kikifanikiwa, basi kwa asilimia mia moja kitaenda ku break record, lakini pia sio tu rekodi ya Diamond Platinumz, hata kwa upande wa Marioo ambaye ndio inasemekana sasa collabo inaenda kufanyika kati ya hawa watu wawili, basi huende ikawa ni uh, historia kubwa ambayo itakuwa imevunja na hawa wasanii wawili. Of course Marioo atakuwa ni msanii wa pili kuweza kuzifata nyayo za Rayvanny, lakini Diamond Platinumz ni kawaida yake. Diamond hajafanya hiki kitu ambacho Mario anaenda kukifanya this time, ingawaje Mario kwa upande wake atakuwa ni msanii wa pili ukimtoa Rivani. Kivipi? Ngoja nikusanoe hapa, ila nikukumbushe kubonyeza neno subscribe hapo chini. Hii video tazama upande wa kulia chini, hii video kuna neno limeandikwa subscribe, fanya kulibonyeza. Baada ya hapo, like video, kisha kwenye comment section utakuja kuniachia maoni yako kutokana na hiki ambacho unaenda kukitazama katika hii video. Sasa kama ambavyo nimeweza kukwambia hapo, tunafahamu kwa nini nimemzungumzia Rivani, ni kwa sababu amefanya wimbo na Diamond Platinumz, amefanya wimbo na Harmonize. Ukizingatia hakuna msanii mwingine yote ambaye ameweza kufanya na wasanii hawa wote. Mboso amefanya na Mondi, alafu hajafanya na Rikiba amefanya na um, amefanya na na kuja, na tumesikia kuna tetesi za collabo yake kuja, lakini Diamond tangu Wasafi kufanya chote. So Mario anaenda kwa msanii pili ambaye anaweza kufanya ngoma na amefanya amefanya amefanya ngoma ngoma ngoma ngoma ngoma na Harmonize, ngoma, eh, ngoma, ame, ngoma na na na anaenda anaenda anaenda kufanya kufanya lakini pia kufanya ngoma na Diamond Platinumz. So what a record ambayo ambayo Mario kuiweka tena akiwa msanii wa pili ukiachana na Rayvan, inawezekana ni bonge la collaboration tunategemea kwenda kuiona. Kwa upande wako tuambie nadhani nani ambaye anaenda kumfunika mwenzake? Tunafahamu moto wa Mario, tunafahamu moto wa um, Diamond Platinumz. Kila mmoja anaua kiupande wake, so unadhani nani ambaye anaenda kumfunika mwenzake kwenye hii collaboration? Ndosha comment yako hapo chini, lakini muhimu zaidi, usisahau kusubscribe kwa ajili ya updates.